Jamani, asalamu alaikum. Bwana Yesu uh, asifiwe. Kwenye kundi letu kuna mtumishi lakini ni na mimi ni shehe. Kwa kifupi, kila mtu amepitia maisha ambayo MC Pilipili amepitia. Kila mtu inaonekana alimsaidia MC Pilipili mpaka alipofika, uh, kwa aliyoyafanya, lakini nakumbuka mimi ndio mtu wa kwanza kumpigia simu MC Pili pilipili, alikuwa anaojiwa kwenye kipindi cha Dina Marios. Alikuwa anasema mimi nimetokea Dodoma nimepata posti wa wa wa ya walimu nikamwambia, acha walimu, mishahara inachelewa. Njoo kwenye comedy shughuli zipo kila siku. Akaja kwenye comedy angekuwa hai, angesema. Sisi binafsi kama waanzilishi wa comedy ambao tumeikuta kwa kina Bambo kwa kina Zembwela, tunapenda vijana wafanye comedy, wasaidie wazazi wao. Hatutaki mtu aje kwenye comedy awe na lombaya. Na ndio maana tunawapa platform wadogo zetu wanafanya vitu na vinakwenda. Lingine sitaki kulisemea jeshi la polisi, lakini nimesikiliza ile ripoti. Nilitegemea wakati tunazika leo na watumio wa gereza silingiri na heshima, wanalinda usalama wetu na raia. Lakini kama kuna mtu alimpigia simu akasema uko wapi tumlete MC Pilipili, anzeni na yule. Mbona kuna watu wanakamata siku moja tu. Tuangalie usalama wetu, si tuko pamoja? Lakini lingine